Habari, karibu tena katika chaneli hii pendwa ya Dirisha la Dunia TV. Leo nitakwenda kukutajia majina mazuri ya watoto wa kike, majina ya Kiislamu pamoja na majina ya Kikristo. Hivyo basi, wakati unatarajia kuendelea kuyasikiliza majina haya, na kwa uzuri uweze kuita watoto wako, kumbuka tu watu wengi wanaita watoto majina Wakati mwingine hawajui maana harithi hayo majina na ila tu wao wenyewe wanaita hayo majina kwa sababu fulani kaita mtoto wake jina fulani, kwa hivyo kalipenda na yeye akaamua kuwaita. Kwa hivyo basi, leo mimi nitakupa maana ya majina ya Kiislamu na majina ya Kikristo mazuri ambayo unapaswa kumuita mtoto wako lakini usisahau kusubscribe kucomment kulike pia kushare na kwa marafiki zao, ili pia nao waweze kujichagulia majina mazuri ya kuita watoto wake. Hivyo basi nitaanza na majina ya watoto wa Kiislamu. Hivyo kaa hapo, chukua karanga kula na maji yako au juisi yako, kaa chini utafuna, ukiwa unasikiliza majina haya kwa utulivu kabisa. Namba moja, Amina. Maana ya jina Amina ni mtulivu, salama. Amina ni jina maarufu sana, alikuwa akiitwa mama wa Mtume Muhammad linamaanisha mtu wa amani, asiyekuwa na hofu. Jina la pili Aisha. Aisha, anayeishi, mwenye uhai. Jina hili lilikuwa la mke wa Mtume, linamaanisha uhai, maisha marefu. Namba tatu Asma juu, cheo ya juu. Asma alikuwa dada wa Aisha, linamaanisha mtu aliye juu au wa heshima. Namba nne, Anisa. Anisa ni mtu mpole, mwenye urafiki. Anisa ni jina la like Kiislamu lenye maana ya urafiki au upole, linapendwa kwa tabia ya upole. Namba tano Amira. Amira ni binti wa kifalme. Amira linamaanisha binti wa kifalme au kiongozi, ni jina la kifahari. Namba sita Afra. Afra ni furaha nyingi. Afra ni jina zuri linalomaanisha shangwe na furaha, linalotoa matumaini. Namba 7. Aaliyah. Aaliyah, Aaliyah aliye juu, mwinuko. Aaliyah ni jina lenye asili ya Kiarabu, lina maana ya aliyeinuliwa, wa heshima ya juu. Namba 8. Amal, tumaini, matarajio. Amal lina maanisha matumaini, ndoto au matarajio. Ni jina lenye imani kubwa ndani yake. Namba tisa, Arwa, Arwa, mwanamke mzuri mwenye urembo wa kipekee. Arwa linamaanisha urembo na uzuri, linatumikwa na wanawake shujaa katika historia ya Kiislamu. Namba kumi, Areeba Mwerevu mwenye akili Areeba ni jina la Kiislamu linalomaanisha mtu mwelevu au mwenye akili nyingi Ayat ishara ya Mungu aya ya Qur'an Ayat sana, ni jina la kiroho sana maana yake ni aya au ishara kutoka kwa ara. Namba kumi na mbili Aziza, mwenye heshima, wa thamani. Aziza linamaanisha mwenye nguvu, mwenye hadhi au mwenye thamani kubwa. Namba kumi na tatu Adela. Adela ni mwenye haki, mwenye usawa Adeela linamaanisha mtu wa haki asiyeonea. jina, jina lenye tabia njema. Namba 14 Amaal, ndoto, matamanio. Amaal ni jina linalomaanisha ndoto au malengo makubwa maishani. Jina la mwisho na la 15 kwa upande wa majina ya Kiislamu, Amatullah, mjakazi wa Allah. Amatullah ni jina la kipekee lenye maana mja wa Mungu, ni kiroho sana. Wow, natumaini kwa upande wa Kiislamu mmeweza kujisikia majina mazuri ya Kiislamu. Hivyo na mimi, mtoto wako hatokosa jina katika majina haya. Hivyo basi, sikiliza tena majina haya kwa upande wa Kikristo, majina yenye nguvu. Lakini usisahau kusubscribe, ku comment, pia ku like. Tukumbuke, haya majina ni kwa ajili ya watoto wa Video ijayo tutasemea kuhusu watoto wa, wa kiume. Namba moja. Abigail, mwanamke mwenye busara. Abigail ni jina kutoka katika Biblia, alikuwa mke wa Daudi na alikuwa mwenye hekima na busara. Namba mbili Angel Angel malaika au mjumbe wa Mungu. Angel linatokana na neno la Kilatini, maana yake malaika au mjumbe wa mbinguni. Namba tatu Aris, msafi, mwaminifu. Aris jina maarufu duniani maana yake ni mtu mwenye usafi wa moyo na mwaminifu. Namba nne, Ana neema, baraka. Ana ni jina la mama yake Maram, linamaanisha neema ya Mungu au baraka. Namba 5. Agnes. Agnes ni mchamungu msafi. Agnes alikuwa yani mtakatifu wa Kikristo. Jina lake linamaanisha usafi na uchaji wa Mungu. Namba 6. Anita. Anita ni neema ya Bwana. Anita ni jina linalomaanisha neema au upendeleo kutoka kwa Mungu. Namba 7, Amanda. Amanda, mwenye kupendwa. Amanda ni jina la Kilatini linamaanisha mtu anayestahili kupendwa. Namba 8, Angelika. Angelika, kama malaika. Angelika ni jina la Kiingereza lenye maana ya mtu mwenye tabia kama ya malaika. Namba tisa Adelina, mrembo mpole. Adelina linamaanisha uzuri na tabia nzuri, linapendwa sana na Wakristo. Namba kumi Aimee. Aimi, mpendwa. Aimi linamaanisha mtu anayependwa, jina lake mapenzi na ukaribu. Namba kumi na moja Ashleigh, aliye na nuru. Ashleigh ni jina la Kikristo lenye maana ya mwangaza, linaonyesha mtu aliyejaa matumaini. namba kumi na mbili Alini. Alini, upweke au malkia. Alini ni jina lenye maana ya kifalme au wa kipekee katika jamii. namba kumi na tatu Alma, mlevi au mama mwenye huruma. Alma ni jina la mama mwenye moyo wa huruma na anayejali. Namba 14, Alina. Alina, mwangaza, uzuri wa ndani. Alina ni, ni jina la mwangaza wa ndani, uzuri wa kiroho na tabia njema. na jina la mwisho kwa leo tutaishia hapa. Jina la kumi na tano, Anabela. Anabela ni neema nzuri. Anabela ni mchanganyiko wa Ana na Bela, maana yake ni neema nzuri na mlembo, mwenye baraka. Hivyo basi, kama unatafuta jina la like Kiislamu lenye maana nzuri kwa watoto wa kike, basi jina la Amina linafaa sana. Ni jina la mama yake Mtume Muhammad na linamaanisha mtu mwenye amani au mtulivu. Inaleta maana nzuri ya maisha yenye upendo na kama kwa wale ambao wanatafuta jina zuri la mtoto wa kike la Kikristo, basi mwite Abigaili. Ni jina zuri sana katika Biblia. Ab Abigaili alikuwa mwanamke mwenye busara aliyemwona Mfalme Daudi. Linamfaa mtoto wa kike atakayekuwa mwelevu na mnyenyekevu na wenye hekima. Hivyo basi leo tutaishia hapa kwa majina ya watoto wa kike yanayoanzia na herufi A, na video inayofuata tutakuwa na majina ya watoto wa kiume yanayoanzia A. Hivyo basi usisahau kutufuatilia katika chaneli hii pendwa ya Dirisha la Dunia TV, lakini pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pia kushare kwa watu wote wapendwao ili nao wapate kupata jina zuri la kuwaita watoto wao. Karibuni sana. Hivyo basi ukiwa umependa jina lako mmoja zuri ili uweze kumwita mtoto wako mzuri mrembo wa kike, basi usisite kukomenti hapo, lakini ili nasi tuweze kupenda aina ya jina lako ililo lichagua. Sisi kama Dirisha la Dunia TV tuko hapa kukupatia kile tulicho bora. Tafadhali usiite mtoto kila jina unalolisikia, mwite mtoto jina lenye maana.